Haleluya, haleluya, Bwana apewe sifa, Bwana sifiwe. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea kwa mara nyingine tena. Mara nyingi huwa nasema kwamba mapokeo ni dhambi, mapokeo hayafai. Huwa nasema kwamba watu wengi wa Kristo wengi asilimia tisini na tisa hawajui Biblia. Leo nataka nikuonyeshe ushahidi wa kweli ambao na wewe ufanyie kazi. Katika ushahidi ambao ni wa kweli kabisa ufanyie kazi, tuangalie Biblia katika Ibrania kumi na tatu, saba. Kuna makanisa mengi sana ambayo huwa yanafundisha kwamba usiniangalie mimi matendo yangu, angalia ninachokufundisha nikao nasema. Haya makanisa yote ni, ma, ni makanisa ya mapepo yani Shetani analipa mshahara, amewadanganya, wakakubali, wanatumika kwa ajili ya kuwapeleka watu wengi kuzimu. Wananyonya damu ya watakatifu. Ebu, angalia hii andiko inayosema katika Waebrania 13:7. Waebrania 13:7 inasema wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa matendo yao mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao, igeni imani yao. Kwa Biblia inasema tuige imani ya wale wanaotufundisha, wale wanaotuongoza. Alafu wanatuhubiria kwamba tusiige imani yao. Kwa je, mbona Biblia inasema hivi, wao wanasema hivi? Na mambo mengi sana ambao wanatufundisha ambao Biblia inasema haya mambo msiyafanye, wao wanatusema fanya. Haya ni makanisa ya mashetani kabisa haya. Haya inasema mstari wa nane. Yesu Kristo ni yeye yule yule jana na leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine nyingine ya kigeni. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine nyingine na ya kigeni, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa imani, tusichukuliwe na mafundisho mengine mengine ya kigeni. Sasa swali linakuja, haya mapokeo haya maswala tunayokuwa tunayasema kwamba sijui kanisa fulani kanisa fulani kanisa fulani au mtakatifu fulani tuombee au fulani tuombee, nje ya Yesu Kristo Hayo ni mafundisho mengine au yalikuwepo kuanzia mwanzo kwenye Biblia, na wanafunzi wake walifundia tuyafanye hayo mambo? Msichukuliwe na mafundisho namna nyingine nyingine na ya kigeni. Haya tunayoyafanya ni ya kigeni au kwenye Biblia yapo? Ndio pale tunapo, ndio pale ninapokuwa nasimama kwamba kwa haya makanisa ni makanisa ya Lucifer, hayafai, ni makanisa ya uongo, ni makanisa ya kama hata kama sio ya Lucifer ni makanisa ya mishahara, yanadanganya watu. Sasa mbona watu wamekubali kuchukuliwa na mafundisho yote ya kigeni? Mbona watu wamekubali kuyapokea mafundisho ya uongo? Tubadilike jamani. Kama tumeweza kukubali mafundisho ya kigeni ya uongo, basi Biblia tuachane nayo. Na ndio maana leo wao waumini ukiwafundisha habari za Biblia wanazikataa. Ukiwaonya wanakataa kwa sababu gani? Dini imechukua sehemu nyingi ya sehemu kubwa ya maisha ya wanadamu. Wao wamewadanganya wapo mapokeo. Mapokeo ni dhambi. Na haya madini yote yenye mapokeo ni dhambi. Haya, tuangalie mstari mwingine tena. 2:6 Wakolosai 2:6, Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkazidi kutoa shukrani. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya, u, ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mafundisho ali ya umwengu na mapokeo ya wanadamu. Leo mafundisho mengi sana ni mapokeo, tunafundishwa na wanadamu, na Biblia imesema tusikubali kufundishwa na mapokeo. Kama Kristo hajafundisha hicho kitu, tusikifanye. Kristo alisema tubebe misalaba? Hapana. Kristo alisema tuwaombe watu, u, u, watu wengine nje ya yeye? Hapana. Yesu alisema tujitengenezee wengine mafundisho na wakina Paulo walifundisha mafundisho mengine nje ya Yesu Kristo. Hapana. Sisi, hizi dini zetu mafundisho yao wameyatoa wapi? Kwa nini wanatumia Biblia kama fimbo ya kuwachapia wenzao? Hmm? Maana, kila tunachokifanya, atakuwa tuonyeshe usahihi kwenye maandiko kwamba hii kitu tunachokifanya Yesu amesema, Paulo amesema, Petro amesema hiki kitu tukifanya. Sasa hivi vitu tunavyofanya tumeviandika wenyewe, jameni, tutakuwa salama kweli kwa hizi dini zetu dini haimpeleki mtu mbinguni. Mwamini Yesu Kristo uokoke. Soma Biblia itakuonyesha kipi kibaya ukiache. Maana dini sasa hivi sio sehemu salama. Nawaambia tena, dini siyo sehemu salama ya kupata wokovu. Mwamini Yesu Kristo, soma Biblia Agano Jipya itakuonyesha mambo ambayo napaswa ekuyafanya na, na mambo ambayo napaswi uyafanye. Ipende Biblia, mpende Yesu Kristo, penda vitabu vyake, soma Ukipenda dini, ndugu yangu, umepotea. Hutoweza kuiamini biblia maisha yako yote, na watoto wako na vitukuu vyako hamtoweza kuiamini biblia. Mtaishi kutoa sadaka, mtaishi kusemaga tu amen. Biblia msiishike kama tunavyoishika simu na kupiga simu. Biblia inatakiwa uisome, ufungue, uisome ndani, kama hapo tunavyoona biblia imetukataza mapokeo yoyote. Maneno yote tutakayopewa nje ya biblia tusiyakubali. Dini zote leo hazifundishi maneno yao, zinatunga maneno zinatupa, na zinaandika vitabu zinatupatia ambavyo sio vizuri uc tuviache. Tuviache. Dini nyingi leo ni mapokeo. Dini sio sehemu salama kwa maisha ya mwanadamu ni mwalimu wenu Joseph Andrea mtumwa wa Yesu Kristo mwanafunzi wa Yesu Kristo Yesu alisema nendeni kafanya mataifa yote kwa wanafunzi mkiwabatiza na kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha yote nilio waamuru ninyi Kwaona sisi tunatakiwa tufundishe mafundisho ambayo Yesu alituamuru, kama sisi tulokubali kuwa wanafunzi wa Yesu, kuwafundisha Yesu alivyokuwa anataka iweje, sio tuwafundishe mapokeo yetu. Ndio hapo tunavyotofautisha habari za Yesu Kristo na dini. Dini ni mpango wa mwanadamu, dini ni mpango wa Shetani, lakini Biblia ni mpango wa Yesu Kristo, mpango wa Mungu kuwafundisha watu waweze kupata uzima milele kwa kufuata kilichoandikwa humo. Asanteni.